Unajua, kwenye kwenye kila mtu kutoka kwenye lebo kuna mambo mawili au matatu, sababu tofauti tofauti. Kuna wanaotaka kutoka kwenye lebo kwa sababu washafikia hatua yao wenyewe, wanaweza kujisimamia. Kuna ambao wanatoka kwenye lebo kwa sababu lebo haiwawezeshi, simndelew hapo. Kuna wanaotaka kutoka kwenye lebo kwa sababu lebo haitimizi wajibu wake. Haiwawezeshi wasanii. Kwa sanaona kama hasa ndugu yangu kama tumesema tumekubaliana hivi na hivi na hivi, lakini ufanyiki na hiki. Basi kwa vipi mimi nitoke. Lakini kuna wasanii ambao wakitaka kutoka, wanatoka kwenye lebo kwa sababu kwenye mafanikio makubwa. Wanaona sasa ilipo, bana lebo, mimi nashukuru tumeishi vizuri. Sasa na mimi nataka nkaanzishe changu mimi mwenyewe. Sasa kati ya hao watu wote wawili na mikataba yote ya lebo ina haki ya mtu anayotaka kutoka. Sasa inapofikia hatua hiyo, inatakiwa yule, kulingana na situasheni yake, kuongea na jopo lake la wanasheria. Hapo inakuwa hamna masuala ya uonevu, hamna kuonewa, hamna, ni makubaliano ambayo ameingia. Kwa kama unahisi lebo ukutendee haki, chukua na sheria wako, nenda mahakamani au nenda Basata lakini mkataba wafanye hivi kwa mimi natakiwa niachiwe hivi, kwa sababu alishindwa kufanya hiki na hiki na hiki. Na wewe ambaye ushaona mafanikio makubwa, ushatengeza fedha, pia una haki ukitaka kutoka: bwana, tulikubaliana mimi nishapata mafanikio, nikitaka kutoka natakiwa nilipe hiki, sasa nimefikisha hiki, naomba ni kilipe hichi ili niweze kufanya kazi yangu pembeni tofauti. Unajua, kwa bahati mbaya zamani, nitakwambia ukweli